Mkanganyiko wa suala la uuzwaji wa dhahabu katika nchi ya Tanzania kupitia benki kuu umeibua mijadala mingi kwa wasomaji na wakosoaji na pia waeleweshaji, yaani watu wa ufafanuzi. Askofu Kalikawe la Kalinda Bagonza anaandika akisema kwamba dhahabu, wasemaji wengi wanasababisha wakosoaji wengi. Anasema tabia ya kuficha ficha mambo inasababisha serikali kujikanyaga na kutoa matamko yanayokinzana. Matamko mgongano yakiwa mengi yanasababisha wasemaji na wazushi wengi kama ilivyo sasa. Hebu ona hili la kuuza lizevu nyanta korwa, korwa yetu ya dhahabu. Anasema jambo la kwanza, mara benki kuu iseme lizevu haiuzwi na kwamba watu wanazusha. Pili, baadaye inasema itauzwa kidogo tu iliyozidi, na baadaye tena inasema itauzwa sehemu, lakini si kulipia miundombinu. Tatu, mtumishi mwingine wa Benki Kuu analiambia kundi la wasapu kwamba zitauzwa kulipia miradi ya miundombinu, lakini watanunua nyingine kwa sababu zipo. Jambo la nne anasema wizara ya uwekezaji inanukuliwa na vyombo vya habari vya nje kuwa rais ameamua dhahabu ziuzwe kwa sababu bei ni nzuri kwa sasa. Tano, machawa wetu huko bungeni wanasema dhahabu zitauzwa na muuzaji asisikilize maoni ya wananchi wanaoitwa wanaharakati. Sita, yote haya hayakanushi ukweli kuwa akiba ya dhahabu itauzwa. Dhahabu ni mali ya BOT na BOT ni mali ya serikali na serikali ni mali ya wananchi. Hili sina uhakika sawasawa. Sasa, saba, mwaka jana liliibuka timbwili, serikali ikauza shares zake za makaa ya mawe, kampuni iliyonunua ikaziweka sokoni Australia, mtanzania mmoja akaenda akazinunua, sisi wenye fitina tukamrukia na kumuita majina yote mabaya. Alikosea ya wapi? Yani unamwacha mke alafu hutaki aolewe tena? Roho mbaya shingo feni. Tisa. Je, tukiuza akiba dhahabu akatokea Mjaluo anayefanya kazi biotii akauza wake zake na kamongo wote ziwani akazinunua, tukimjua tumsalimie novena au tumsalie novena au albadri, na huyo mtu akijikuta ana hazina dhahabu huu, ya dhahabu kubwa kuliko BOT. Hata tuchagulia tulale na kuamka saa ngapi? Tisa. Uuzwaji huu wa rezevu ya dhahabu uliokuja ghafla kama hekima ya Wajaruo ukija kugeuka kuwa kagoda yellow na esklo nyingine, tuanze kuitana tumbiri tena. Ushauri wangu A. Nenda polepole pole, haraka ya bandari imetufikisha wapi? B. Kuwe na msemaji mmoja wa serikali. Kuwatumia wasanii kwa mambo nyeti ni kuidhalilisha serikali yetu, hata kama inajifanya siyo yetu C. Bunge lijikite kuisimamia serikali, sio kuwasema wanaharakati. Mishahara yao hailipwi kutoka mifukoni binafsi, mifuko binafsi ya wanaharakati. D. ongeza uwazi, dhahabu si madawa ya kulevya. Mambo ya siri na ya gizani yalimsababisha mjaluo wa Moye kibogoyo aliyemposa gizani. E. kubali ukweli kwamba kutikisa rizevu yetu kutatikisa shilingi yetu, msiposema na ikatikisika Tusianze kutekana, tutakapoanza kuwazodoa. Tajiri asiye na rizevu ni maskini kuliko maskini wa kipato. Mwenye rizevu, Wajaluo, mmenielewa? hili ni andiko Skofu la Skofu Kalikayo la Galinda Bagonza akisema dhahabu, wasemaji wengi wanasababisha wakosoaji wengi.